Utoaji hivyo mm -hmm. Wale walio walio wezo ya utoaji, kila mmoja anapaswa kutambua na kujua utoaji hufungua baraka. Hilo kwanza uweke kwanza kwenye ufahamu wako. Hilo kwanza uweke kwenye dayari yako. Utoaji unafungua baraka, haleluya. Hawa watoto wenu hawa wanapokuja kanisani, mpe shilingi mia tano, mpe shilingi mia mbili, mpe shilingi elfu moja, mwambie unapomaliza ibada pale, nenda katoe. nimesema jamani? Eh, sasa mtoto toka anaanza kusali hajui kutoa sadaka, imesemaja ajuakusaa? Akiwa mtu mzima ndo anajua kutoa sadaka. Utoaji hufungua nini? Baraka notiki na kitakusaidia. Usitoe sadaka kama unamsaidia Mungu. Naeleweka <laughs> vizuri? Usitoe sadaka kama unamsaidia nani? Mungu anakuja kukusaidia. Hivi kati ya wewe na Mungu, nani anamsaidia mwanzani? Kuna siku Mungu aliomba, "Nomba Mungu mimi niishi kwa jina la Gervas." Unasema? Ila sisi ndio tunamtaka Mungu siku zote za maisha yetu. Kuna watu wanataka kutoa sadaka kana kwamba wanamsaidia Mungu au wanampa msaada Mungu, ndakusaidia kitiki. Ndio wale ambao akiondoka anataka kulia na vitu vyake. Toa sadaka ukitaraji baraka kutoka kwake. Toa sadaka ukitaraji baraka kutoka kwake. Mungu ana mengi ya kututengeneza. Halo. Mungu ana mengi ya kututengeneza. Mwambie mwenzako Mungu ana mengi ya kututengeneza. Kitabu cha Maraki sura ya saba mstari wake sura ya tatu mstari wake wa kwanza na kuendelea sura ya tatu Maraki Inasema hivi: Angalieni namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele mbele yangu, naye Bwana nayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Na yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni, anakuja, asema Bwana wa majeshi. Lakini, lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake, au ni nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ni mfano wa sabuni mtu afuaye nguo. Naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawa takasa wana wa Lawi atawasafisha kwa dhabihu na fedha nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Hao watu watamtolea dhabihu katika nini? Haki. Ni kweli unatoa. Unajua kawaida ya Mungu <clears throat> unaweza kukosea sana, alafu ukaonekana hakuna chochote kinachoweza kutokea, lakini kama utoi katika haki, maana yake wewe mbele unajifungia milango. Unajua maisha ya mwanadamu sio leo tu, na kesho pia ni sawa, lakini unaweza kutengeneza leo kwa ajili ya kesho. Haleluya. Wakati ule ndipo dhabihu ya Yuda na Yerusalemu zakupendeza mbele za Bwana kama katika siku za kale na kama katika miaka ya zamani. Umeona katika siku zamani, na wewe kumbuka, ulipokuwa unapata shilingi elfu kumi ulikuwa unatetemeka mbele za Bwana na unapeleka fungu la kumi, ni kweli? Sasa hivi ndio Mungu anasemaga aachilie sasa. Kuna shilingi laki moja unatoa laki mbili unatoa laki tatu unatoa Mungu anasema hey, Mungu atupromote mtano hapa. Unaanza kubadilisha na kunena kwa lugha ya papa na kushukuru ah, laki tano ah. Inafanya kazi gani uenda kumsaidia Mungu eh? Halo, unatoa sadaka una ili ubarikiwe. Je, wajua hivyo? <coughs> ehe Mungu asema milioni tano umeshinda kwani kwa kile milioni 30. Ndio hapo. Milioni tatu. Tatu. Tatu. Mm. Wewe kwanza usiende kanisa ni wiki ya kwanza kwanza. Wiki ya kwanza kwanza uje kanisa, ili akili itulie. Wiki ya tatu, wiki ya pili, ya tatu naingiza kwenye matumizi. Nakushukuru. <coughs> Nakushu, nakushu, we ni mwizi nimekwambia, nimekwambia hivi, nakwambia ukweli, utoaji hufungua baraka, kwa sababu hiyo pesa ambayo imekuja kwako kwa, sio finali. Ukiwa unamtolea Mungu itakuja nyingine kuna mtu akipata milioni 30 au milioni 10 anasema, hii ndio fainali yangu, nikipoteza sitopata hela tena. Eh, unaweza kwa nini? Unaishi na Mungu gani? Mungu anasema, milioni 30 umeshinda, ngoja nikuletea milioni 100 au milioni 50. Ukipata washauri wanakuja wengi, hiyo hela unaipoteza, hiyo hela unaipoteza. Mungu amekupa upoteze? Aliye mwaminifu hata kidogo, hata kikubwa ndio mwaminifu. Ila kama mnataka msibarikiwe, puzieni kwenye kutoa. Nimesema jana, wewe pata hela, wewe kula tu, kana nani atakuuliza

Ndo anakuja mpaka mimi, mi yani nikipona chochote tatua kwa Bwana. Acha kusema hiyo, wenye kama kanisa la kipende tena koste nirudia, kama kanisa la kipende koste likijua namna ya kutoa mbele za Mungu, maisha yatabadilika kwa